Muda mchache tu baada ya jaji ama hakimu mwandamizi Charles Ondieki wa mahakama ya ufisadi kule jijini ama kule milimani jijini Nairobi kumwachilia gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kwa dhamana na masharti mengine, kumezuka mbwembwe mbwe na shangwe katika mji wa Kitale, a, baadhi ya wakazi wakielezea ya furaha yao ya kuachiliwa kwa kiongozi huyo. Baadhi ya kinamama wakiongozwa na mshauri wa gavana kwa masala ya jinsia Justina Sitii, wamekumbatia uamuzi huo kwa sasa, ila wakaelezea kutoridhishwa kwao na uamuzi wa kutomruhusu gavana huyo kufika afisini mwake kwa siku sitini.

I'm so bitter. Ulikuwa unaniita mama kila wakati ulikuwa unasema Mama Sitii. Eh? Na saa hii kwa nini unahangaisha mwenzako namna hivyo kama amekukosea wewe kama president wa nchi mbona humuiti? Usungumuze naye kuliko kumtesa namna hivi. He he can't be out of office as if he has killed people for 60 days. It is abnormal. I'm so bitter as a mother uh, I think you have to revise that, otherwise don't punish the people of Trans Nzoia because of rumor mongers. <coughs>